Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ndugu zangu wa Islamu, asalamu alaykum. Karibu kwa shairi letu leo ambalo limetoka katika Zaburi 121, kuanzia mstari wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita wa tatu wa saba wa nane wa wa wa, na mkarara wa shairi letu latoka katika mstari wa pili: msaada wetu watoka kwa Mwenyezi Mungu, muumba subhana ukiwa na ombi lolote, ukiwa unahitaji lolote, ukimwomba Mungu atakujibu, na hili linahakikishwa na mfalme Daudi mwenyewe katika Zaburi 121. Karibu kwa shairi letu. Macho yangu nainua, nitazame milimani. Msaada nashangaa, ni wapi ni tatoani? Aloifanya dunia, na mbingu tanokoani. Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Mguu akushikie, usije katelezani. Na tena asisinzie, yule naye kulindani. Usingizi simji kilindani twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Baba ni mlinzi wa tena ni uvuli pia. Tena ni mkono wako ule ulo wa kulia. Usiku tashinda kwako, jua pia takingia. Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi kwa Baba mumba wa mbingu na nchi. Bwana atakukingia, uovu takwepushia. Rohoyo takulindia, kitoka na kurejea. Tangu sasa nakwambia, na hatami le pia Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Twasaidika kwa Baba, mumba wa mbingu na nchi. Twasaidika kwa Baba mumba wa mbingu na nchi. Amina.